Na basi wewe ni kijana kijana w kijana mwenzangu, yani wewe ni ke, kijana ambaye basi ni wa Kenya, hii ni yako, ambapo basi manze, mimi nakutambua sana. This time round basi nataka tuzungumzie uhalisia wa aso Kenya, kwa sababu dugu, brother, mpenzi mtazamaji, maisha yame, yani gharama ya maisha imekuwa juu kila kitu kimekuwa juu, and then manze sijafurahi. Na kwa hivyo siku ya leo ningependa kusema kwamba na kwa heti, eh, ukweli mchungu ni kwamba this time round manze, unaweza kuwa na degree lakini ukose kazi. Imagine uko na degree lakini hauna kazi, umesoma ukafika mahali na ambapo umefika, lakini kazi imepotea. Unaona? Kwa hivyo ningependa wakenya hapa, basi, kama unaona hii video, ebu fanya hivi, share this video kwa rafiki yako tu moja, mwambie leo hii DJ Khan naongea kwa uchungu zaidi. Nimezoea kuja hapa kwa furaha, lakini siku ya leo mimi nimekuja kuongea hakika. Basi nikisema kwamba nakwaheti youth, tunahangaika sana kazi imepotea. Nimejaribu kuimiza watu kama basi, uko na smartphone, fanye kitu inaitwa content creation. Unaona kitu ambacho unatuma Facebook, TikTok, manage hiyo, ni kitu safi. Usijaribu kuleta matusi pale eti kwa sababu unataka kulipa urahisi, hapana, but if you want to be going far kwa sasa hivi, nataka nikwambie kwamba na kwa heti hii video kama unitazama, please usiruke hii video. Kwa sababu leo hii nimekuja na uchungu kwa sababu unaona watoto hakika basi vijana wanaumia, vijana wanateseka. Imagine kazi imepotea. Mtu amesoma akapata degree lakini kazi imepotea. Unapata mtu ye mwenyewe basi alienda mpaka university, Lakini kazi imepotea. Lakini naimiza watu mimi kama wa, Skuizi venye kuna ka. Ukitoka pale kama umefinish form 4, jaribu kwenda course. Fanya course fulani ile hata kama utakuwa driver, it is good. Uko unajua kitu fulani pale kwa maisha yako. Haya, siku ya leo manzi, siko, yani sina furaha hata kidogo. Lakini ningependa tu kuambia na kila mtu wako na nguvu Si wote na ambaye kika basi anaweza fanya jambo na ambalo wewe mwenyewe unaweza fanya. Kama uko na nguvu ya kufanya kazi, fanya kazi. Usijaribu kusema pesa itatoka kule juu mbinguni ikuangukie, kwa sababu hakuna pesa na ambayo basi inaweza kuangukia vile. Hakuna pesa na ambayo inaweza hadi kusema nitachukua majini hadi sasa, nikichukua majini mimi mwenyewe nitapata pesa, hakuna. Lakini ukifanya kazi pengine utakuwa tajiri siku zijazo, kwa hivyo unafaa kufuata a ah, venye uliona wazazi wako wakikulea unafaa kuwafuata, unafaa kuangalia, kwa nini, mbona wako wanalala, mbona walikuwa natafuta pesa? Sasa mimi nitakuaje? Mimi nitalala mimi mwenyewe sasa? Ah, hebu leteni maoni yenu hapa chini, tuongee kiasi, kama uko nataka muniambie chinye munaona, tuongelee this time round kwa sababu nimesema kwamba na kwaiti kazi Kenya imepotea. Yani, Kenya si rahisi, ukiwa Kenya si si virahisi. Ukiwa Kenya wewe sawa sawa, ni nyumbani, lakini basi kazi imepotea, but it's a season we know it can change. but kuchenji maisha yako lazima ujitume maishani. Usigoje kuambiwe ati fanya kile na, na wewe mwenyewe unakiona unataka kukirebisha. Kwa hivyo fanya kazi, kwa sababu eti usigoje uambiwe fanya kazi hile. Hapana, fanya kazi hata kama basi ni ya shambani, kwa sababu siku moja utakuja kuchenji maisha yako na mambo itakuwa sawa kabisa. Ah, sasa nataka niwaambie kitu moja hapa. Na kwa sababu ya chenye mimi nataka niseme si eti kwamba na kweti natafuta views. I don't do that. But I want to tell you the truth. Sawa? Kwa hivyo nimesema kama uko na rafiki yako msaidie tafadhali. Ukipata kazi inahitaji watu watatu na umeingia hapo, organize rafiki yako aingie kwa sababu Mwangalia rafiki yako kiteseka. Wewe oh, si binadamu. You are just a alien. Yeah. Kwa hivyo nataka mniandike hapo chini. Mnataka tufanye namna gani? Title iko pale. And then hapa nataka niulize swali moja. Mtu yeyote naambia atajibu. Nitaangalia kama nitamtumia credit hapa. So let me nifanye kitu hapa. Kidogo tu. Tunarudi kwenye mtandao wetu. Okay asee, ni kitu gani mnaona, ni kazi gani nalipa? kazi gani ni kazi? Okay. Wacha niulize kiasi tu. Okay, okay, okay. Okay, start a poll hapa. Chagua moja hapa. Chagua moja hapa. Fanya jua kali

Okay, okay, wacha niteremshe kidogo okay. Ah, kwa sababu naona hapa kuna nini okay, okay, okay, okay. Ah, ah, acha tutoe hiyo. Asante sana, basi tumerejea kwenye mtendo wetu hapa ilivyokuwa kawaida, basi ningependa kuambia kwamba na kwa this time round manzi sifurahi sana, si furahi kwa sababu naona watu hapa wanasema tuseme gani, namnagane. Kwa hivyo yoyote nambayo anatazama hii video, nataka nimwambie kuma na nakweti, mimi safi kabisa. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki, azidi kukuonekania. Kwa hivyo sasa mambo iko sawa tena zaidi, na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki zaidi. Asanteni sana na kila mmoja, basi azidi ha.

Uh, uh, uh, ningependa kuambia kwa this time round. Kama mimi, DJ KHAN ORIGINAL, mimi nimekuja mbele yenu siku kwa ya leo kuhimiza vijana tujitume kwenye kazi na ambazo yote na ambazo basi tunaipata, kwa sababu msikatai kazi kwa sababu ukikataa kazi maishani makeka wewe mwenyewe utakuja kuteseka, usije kukataa kazi. Kwa hivyo jifunze kufanya kazi na ambayo inapatikana, jifunze kufanya kazi na ambayo inapatikana wa sasa hivi, kwa sababu kazi kazi ni kazi, ipo siku Mwenyezi Mungu atakuja kubadilisha maisha yetu. Na kwa hivyo tunasema hakika, Mungu azidi kutubariki siku zote. Tunasema Mungu, Mungu hakika tuonekanie na kisha. Na maana ninataka niwaambie, kwa sababu unaona hapa kuna masenge mnege, I want to tell you that kuna kitu na ambacho nitakuja kufanya mimi mwenyewe. Nataka kusaidia watoto, ninataka kusaidia watu na ambao wako na talanta. Chochote na ambacho nahitaji kwenu kutoka kwenu ni support. Support yenu, yeah, inanipeleka mbali, kwa hivyo this time round nataka niangalie ni nani, kwa sababu nimeona hapa a, a, venye mambo yalivyo. Kwa hivyo chochote, na ambacho mi nataka niwaambie, lazima tuangalie venye sasa mambo yatakuja kuwa. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Santi wega. Kwa hivyo tunaingia moja kwa moja sasa hapa mpaka ta tabagiraiiros, twende mpaka wapi hapa naona namna gani? Santi wega. Okay okay okay ok, okay, okay, okay. Haya. Imagine naona watu wanaingia. Anza na wagojia hapa. Na wagojia hapa. Avilivyo. Yote namba hataweza kukoment mimi mwenyewe basi, naweza ku reply ni mwambie, kama na kuti DJ kana kwa live amwambie, hivyo atuone kwenye, sasa ataweza kusema, kwa sababu mambo iko sawa, wazi wazi. Santi wega. Ah asantega. Wajini wamekaa hivi an na uriza. Atasewa DJ Khan atasema namna gani? Asantega. Shukran sana zaidi. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Imagine nimekaa hapa live more than 10 minutes and now. Hey, kweli. Asanteni sana. Kwa hivyo kama unatazama hii video, mimi mwenyewe nataka niwaambie Posiku, wadau, asante sana, na kama una comment, comment yako pale basi. Na leo hii nataka niangalie kitu kimoja, kama unapenda rafiki yako leo hii muombe, leo ni sandi, mimi kwanza nimeomba nyinyi nyote. Kwa hivyo sasa nataka kuona sasa mwenye sasa ameta comment hapa, kwanza niweze kumwambia namna gani, leta namba pale ninunue sitika muti bro <laughs> Asante sana. Alright. So, twiga. Imagine watu wako hapa hapawani uh, uh, wengi sana. So, tufanye namna gani, lete kazi, lete namna gani, tuingie moja kwa moja hadi upande wa uh, ama ni wapeleke India? Acha basi ni wapeleke moja kwa moja hadi India shasha watu wangu wote sasa ambao basi ni wangu mimi, na nawatambua safi. Mimi akika sinanga competition. Kwa sababu wakati mimi mwenyewe sasa nimesema mimi natangaza movie, nilisema wakati moja sitawahi compete na mtu, sitawahi kwa hapa basi na mabishano eti kwamba na na kweti oh, nilifanya hivi na ya, no I do on my business. Kazi yangu ni yangu kwa hivyo yote na ambayo nasema DJ Khan atafanya hivi na hivi never, kwa sababu mimi simo ama, ama, siko tayari kubishana na madije wengine. Mimi nafanya kazi yangu kipekee. Hautapata eti nimekopi mtu, kazi yangu ni yangu. Kwa hivyo mtu asianze kunipinga kusema kwamba na kweti eti nimekopi. Nimesema sikopi mtu. Sauti yangu ni yangu na sauti yangu itabaki kuwa yangu. Sauti yangu itaweza kubadilika ikuwe ya DJ Afro. Sauti yangu itaweza kubadilika iwe ya DJ Smith. sauti yangu ni yangu. And say kazi ni kazi. Kwa hivyo kama unasikiza, wacha niwapeleke moja kwa moja hadi upande wa India, kwa hakika hii tu, saa hii, saa hii tu. Asante sana Dante mjamo, asante sana yn yaani, moja kwa moja basi upande wa India Asante sana, sana. Tafadhali share kwa watu ama rafiki yako mmoja. Kwa hivyo nataka niwapeleke moja kwa moja hadi upande wa India, kiasi zaidi maridadi ah. maridadi, pose tena, pose kisha na ikiwa hapa basi, dugu bradha, mpenzi mtazamaji, ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa sinema moja kwa moja. Dugu bradha, mpenzi mtazamaji, ninawapeleka moja kwa moja hadi upande wa India miaka ya zamani zamani, zamani za kale, wakati koko walikuaga sasa, wana manyoya walikwaga, bado wako na pembe kuku. Shesha ndugu brother, mpenzi mtazamaji, ni wakati wa zamani zamani za kale. Shesha tunakuja kupata mudhee ambaye anatamburikana kama vile Brahma na dhana

Uh, wache tu wache, sababu, leo ni Sunday, brahmadana, usiende kwa muganga, asante sana. Maridari, asante sana. This is not a corporate thing. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu, Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa hivyo siku ya leo manzi, tunafika pale kwa sababu, because of time. Kwa hivyo kazi ni mingi, lazima tufanye kazi. bye bye. Till the next time Manzi. Tupatane hapo kesho Monday, ni wadropia movie pale Telegram. Telegram jina ni DJ Kano Movies, ambapo basi ni channel utapata movie zangu pale, movie ni mingi hapo, kwa hivyo bye bye. Asanteni wenye wote ambao wako hapa, nimeona DJ Smith, nimeona Dante, asanteni sana, nimewacheki, na Mungu azidi kuinua maisha yenu, msiwahi pungukiwa na kitu manzi, support yenu Baraka zote ama baraka za mwenyezi Mungu ziwanyeshe kambwa. Asanteni sana na mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni wega.